Mboga kama sukuma wiki, spinach, brokoli na carrot zina virutubisho vinavyolisha vina mifupa na ngozi. Mboga hizi kama sukuma wiki, spinach, brokoli, na carrot zina virutubisho vinavyolisha mifupa na ngozi. Vitamini A na C husaidia ngozi kung'aa, macho kuwa makali na mwili kupambana na uzee wa mapema. Watu wanaokula mboga kwa wingi huonekana wachanga hata wakiwa wazee. Ngozi yao inang'aa, uso unaonekana safi na nguvu zao hazipungui kirahisi. Kwa kweli mboga ni siri ya uzuri wa asili. Sasa tuseme wewe unatafuta kupunguza uzito, mboga ndizo dawa yako ya kwanza. Zina kalori kidogo, lakini zina kushibisha haraka ukila mboga baada ya chipsi Ukila mboga badala ya chipsi, nyama nyingi, au vyakula vyenye mafuta, mwili wako huanza kuchoma mafuta ya akiba. Kila sahani yenye mboga ni kama unavyoweka mafuta safi kwenye injini ya gari. Mwili wako unafanya kazi vizuri, bila uzito kupita kiasi bila uchovu na bila maradhi. Lakini faida haziishi hapo tu. Mboga husaidia kulinda moyo wako, vitamini na madini kama potasiamu